Bwana Phillipe Masasi Katakanya, wewe ni mkaaji wa jimbo letu la Kivu Kaskazini, jimbo ambalo limeathirika na vita muda wa siku nyingi sana. E, wewe pia ni baadhi ya watu ambao wamekumalia mahali, watu wamelima shamba sana, zaidi mkaaji wa kawaida. Tuambie kuhusu vita hivi ambavyo kweli vimesababisha hali ya uchumi kuharibika, kuzembea, na hata wakulima wametatizwa, maisha yote imerudi nyuma. Unakuwa na mwito gani kwa viongozi wa taifa, viongozi wa ukanda, hata pia kwake huyu waziri wa vijana ujana, kwamba waziri ambaye amehusika na vijana alikuwa katika ziara yake huko Beni, una ujumbe gani? Asante sana bwana journalist kwa kuweza kuniswali kuhusu mambo ambayo yanapitika katika hii hali ambayo tunakuwa ndani, hali ya vita, na ninashukuru Mungu kwa sababu eh, waziri wa vijana kutino yupo Beni na huko, huko, alikuja kutafuta malalamiko ya raia ili aibebee rais. Na sisi hatuna ujumbe mingi sana, kama vile mtu ambaye aliishi vita tangu zamani. Sisi tunaomba tu amani, amani. Sisi kama vile raia, sisi kama vile walimaji, hatuna mahali pa kukimbilia. Kazi ambayo tunafanya ni kazi za shamba hatulime tena kwa wakati huu, kwa sababu vita imekomaa. Wandugu zetu wamefariki, wengine wamekimbia, wanaenda Beni, wengine wameenda Uganda, huko ni mateso tu, hakuna mahali pa kukimbilia, tunakosa msaada, tunamuita Mungu, yeye aje atusaidie, lakini kuna mawajibu ambao serikali inaweza kufanya. Ndio vile kama vile population. si ambayo tunaomba ministre aweze kuambia Chisekedi kama hatuombe vitu mingi, tunaomba tu tupate amani, na wanapigana wao kwa wao. Tunasikia sovola RDC inazalika, unasikia eh, M23 FC inalamuka, unasikia Kinchasa wa marte Fayulu nalamuka, unasikia Senko, wanaenda mprosesus ya reconciliation. Ni kusema ma intérêt zao za prive vaziache. Chisekedi ye ndio kapiteni ambaye anaongoza Kongo. Kwa leo akipenda amani ikuye katika Kongo yetu, itakuya: aite wale wa ndugu, aite Joseph Kabila, aite Corneille Nanga, aite baba Makenga, aite mapadri wa raia, aite Fayulu, waketi pamoja kama vile watoto wa Kongo, wa wasikilizane. Kama ni madini ambayo wanafia ile ambayo tunaisema ni minere, sisi hatuzijui, tunazisikia tu kwa masomo hatuja kuziona ukasema hata diama hatijue kama ni kolta hatuzijue, si tunaweza tuko walimaji tuko wachuruzi, watumalizie vita, tufanye kazi zetu za shamba, tufanye kazi zetu za uchuruzi, na hiyo amani tu kwetu inatosha, na tutaweza kuwashukuru. Sisi raia tuombe mingi, tunaomba tukue na kimya, tufanye kazi zetu ndani ya ukimya tunaomba. tunaomba wa, wa ministre wetu wa North Kivu kama vile Julien kama vile Nzangi, kama vile waeme boi wakutoka ku grand Kivu, wakati watakuwa muconseil de ministre, waweze kumwambia rais, wamwambie kama sisi tunaomba tu ni amani, kama vile population Ruchu, ya Ruchuru mahali tumezaliwa, hawalime tena jilie. Tuko na bahati tunakuwa na jilie, anajua kule Binza kule mahumule maamulembo makabumbiro village zimebomoka kule kuleno, kulikuwa mashamba kulikuwa tunalima, leo hatulime tena. Sasa hii niko nasema village iko na bomoka Busanza Sama, kama vile Rugashari, watu wamekimbia tangu walimuua Reverend Goro. Watu wameteseka, vita imekuwa mingi, damu imwangika sana. Sisi tunaomba amani. Kama ni madini, watapana yote, lakini tukuwe na amani, tutashukuru tuta, tuta Mungu. Na hiyo ndio ombi letu ambayo tunakuwa nayo hivi